Halali, sisi changamoto kubwa tulionayo ni migogoro ya ardhi, tunanyang'anywa ardhi bila hata tuelewe shida ni nini. Kikuja utasema ardhi eneo ni oevu ni nani, lakini hivi saizi kulingana na hii changamoto ya kiangazi hichi, Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kama utapata wasawa kwenda kwenye maeneo ambayo tumenyang'anywa ardhi, we mwenyewe unaanza kulia machozi, ni vumbi tu linatimka, hamna hicho kitu kinachoitwa uoevu. Ndugu mwenyekiti, naomba nimkumbushe makamu wa mwenyekiti taifa wakati wa miaka ya sabini huko ali, aliwahi kuja Madibira kama waziri wa kilimo, anaijua vizuri sana Madibira. Wananchi wa Madibira wamenyang'anywa hekta elfu tatu na mia sita, bila kushirikishwa. Lakini mwenyekiti, kuna kuna kitu kimoja naomba ujiulize wewe mwenyewe mwenyekiti na viongozi wa wilaya Hivi kwa nini mgogoro huu unadumu muda mrefu toka elfu mbili na kumi na mbili mpaka sasa, tatizo nini? Kwa uelewa wangu kutoka kwenye tatizo katikati hapo mpaka taifa, watu wa taifa wanapelekewa habari sizo. Mimi ni kuombe mwenyekiti, kama inawezekana awe makamu ama rais mwenyewe akwite wewe ukiwa mkoani akiwa Madibira ama Mnazi wakaone hali halisi ilivyo. Tuna watu hapa mgogoro huu kwao ni mtaji. Na, mwenyekiti kwa majina naitwa Shabani Juma sawasawa, natokea kata ya Madibira, kinatoka jamii ya kifugaji. Wenzangu wameshasema jeni ishirini na nane mimi nataka kusema suala la Narko. Juzi tumempata naibu waziri ndugu yetu Mnyeti, namuomba makamu mwenyekiti akamsaidie huyo jamaa, kwa sababu kuna watu pale. Haiwezekani wafugaji hatuna namna ya kuchungia mbuga ya ya ya Tanapa, kwa sababu Ruaha National Park imesha kuwa Tanapa, imepingwa kisheria. Sasa ile imepingwa kwa ajili ya mifugo, kwa nini walime? hivi jamani, ng'ombe zenyewe hazina haki duniani? Tunataka sheria za wanyama kwa sababu Mnyeti amesema mambo mazuri sana lakini, tunajua hayo ni mambo tu ya kusemwa kila wakati, ile, ile, ile rangi inaendeshwa kisiasa. Tunaomba siasa iondolewe, tunaomba haki ya wafugaji patikane Mbarali. Sisi kule tumeshajua, Tanapa narko, narko tunaomba isilimwe kabisa, hata chembe. Tatizo kubwa tulilonalo mpaka sasa, mpaka sasa, arizi yetu hii tunayisema ya Mbarali kutoka, kutoka Ruiwa mpaka Madibila. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekwama namba, hatujui hatima yetu ni nini. Kwa nini nasema, vijiji zaidi ya thelathini na mbili vyenye changamoto vimechukua ardhi asilimia asilimia tisini. Watu wanaposema kwamba mbarali ni kubwa, wanaeleza vijiji vya Igurusi, lakini ukitaja kata zenyewe, kata tisa zimechukua kilometa za mraba elfu kumi nini maana yake, mheshimiwa mwenyekiti? Tuiombe serikali sikivu kupitia makamu mwenyekiti ambaye mbarali anaijua, mwaka elfu mbili na sita alifika na waziri mkuu Pinda mahali hapa akitoa maelekezo Pinda kwamba mradi uanzishwe wa mwenda mtitu ili kuwaondoa wananchi wanayolima kwenye mashamba ya mwekezaji kwenda nje. Hivyo basi, skimu zaidi ya sitini ziko kwenye mgogoro, tunakwenda wapi? ombi letu sasa kwa serikali kupitia makamu, iwepo sasa sheria ambayo itakwenda tuonyeshe. Sisi kama wananchi bado tuna changamoto ya uhitaji wa ardhi kwa ajili ya shughuli za kilimo. Kwa Wanambarali, kwa mujibu wa sensa ya elfu mbili na ishirini na mbili Wanambarali tuko takribani laki nne na arobaini na kitu, ni idadi kubwa, lakini pia barali tunao, tunapokea wageni wengi ambao wanakuja kufanya shughuli za maendeleo hapa. Kiukweli, hatuna maeneo kwa ajili ya kufanyia shughuli zetu, lakini wilaya ya Mbarali ni wilaya ya saba kwa mujibu wa sensa ya mwaka 2022 yenye mifugo mingi Tanzania. Ni ukweli tuna changamoto ya migogoro mikubwa kati ya wafugaji na wakulima, kwa sababu hatuna maeneo GN ya miaka ya, ya namba 28 ilinung'unikiwa na watu wote wa Mbarali, na sisi hatuwezi kukaa tukanyamaza tukasema wananchi wamenung'unika na GN 28 lazima ibaki. Rais Samia wakati wake ndiye ameondoa GN 28, na badala yake akaweka GN 1754. na 54 ile GN hamsini na nane iliyokuwa ina, ina, inaondoa vijiji thelathini na tisa kutoka hifadhi ndiyo imefutwa, badala yake kuna GN 700 ambayo ukiondoa vijiji vile thelathini na tisa vile ambavyo vinabaki ndani ya hifadhi vinakuwa vitano na siyo thelathini na tisa tena, na hivyo vitano tunavifanyia tathmini kwanza lile eneo lililokuwa limechukuliwa na hifadhi alafu limetolewa na, na, na, na, na, na GN ya mia saba hamsini na nne lina jumla ya hekta sabini na nne elfu au hekari laki moja na themanini na tano elfu. Elf hilo eneo hilo limerudishwa nje ya hifadhi lakini kulikuwa na watu wanaishi kule, haliko wazi. Lakini kuna watu wengine wametoka, sijui wametoka huko, wanakujua wenyewe, wameingia kule nao, wamechukua tena maeneo makubwa kuliko wale waliokuwa mle wakiishi. Sasa tunasemaje? Tunasema zile ekari laki moja na themanini na tano elfu zibaki kwa wale waliokuwepo lakini wale walioingia na kuchukua maeneo makubwa kinyume cha sheria, mkuu wa mkoa aende kule na watu wake wachunguze maeneo kwa utaratibu kabisa, wakishirikiana na maofisa wetu wa ardhi, ili eneo lolote ambalo halikuwa linashughulikiwa na wale waliokuwepo wakati GN mia saba inafanyika iwapewe wakulima wadogo wadogo wanyime. Sisi ni nchi tofauti kabisa na nchi nyingi mnazozijua. Ziko nchi za jirani yetu hapa, walijidai na ubepari wa kuuza ardhi kama wanavyouza kanga, hawana ardhi leo. Kuna wazungu Kenya pale bado wapo, kuna viongozi wakubwa wamechukua ardhi tena kwa hati. Lazima tuhakishe uh, mambo hayo hayatokei kwetu. Sasa maeneo mengine ambayo lazima tuyaguse, serikali tuliwapatia wawekezaji hapa. Moja yuko kwenye shamba linaitwa nini, uh-uh, Mpung, Mbarali Estate na lingine linaitwa Kapunga. Hawa tulikubaliana nao, haya yalikuwa mashamba ya serikali, tulikubaliana nao wayalime. Sasa wanayo ardhi, wanayo na tuliwapa, wala tu wala walaumu, lakini hawayalimi hawayalimi yote, wanalima kidogo, badala yake wanayakodisha. Wanayakodisha, na wanaoyakodi ni wale wenye hali mbaya tena wengine sio kwamba wanayakodisha wao, kuna watu wakubwa kidogo zaidi wanayakodi, wanakuwa madalali, halafu wanyonge wanakodi juu ya wakodi. Sasa <laughs> tunasema hii dunia ya samaki mkubwa na kula wadogo ina uzuri wake, lakini gharama zake kubwa. Kwa hiyo tunasema nini leo hii? Nimezungumza na Mura kwa simu, yuko Afrika y Kusini, anauguza mama yake, tunamwombea heri, lakini nimemwambia, ana blocks moja na shamba moja na shamba namba ngapi? Namba mbili. Alipokuja katibu wa Chama cha Mapinduzi hapa alisema lishughulikiwe ili wadogo wapewe walimbe kwa kudumu. Leo nimemwambia sasa, kazi ya kukabidhi mashamba hayo itaanza, na mkuu wa mkoa na waziri wa kilimo tunawaagiza wasimamie jambo hili <laughs> na tunataka msimu ujao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 Tano mbili. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.